Ndani ya siku tatu hiki kinywaji kinaweza kukusaidia kuchoma mafuta mwilini na kuondoa uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe. Unachokihitaji ni epo. Hakikisha unachukua epo, kata vipande vidogo vidogo, weka kwenye sufuria ambalo ni safi, na baada ya hapo, ongeza magome ya mdalasini makubwa mawili, ongeza maji kikombe kimoja hadi viwili, ongeza kijiko kimoja cha unga wa manjano au wa bizari tunaita tumeric. Baada ya hapo, chemsha kwa dakika nane na hakikisha unachuja. Kunywa glasi moja usiku kabla ya kulala kila siku, utaweza kuona matokeo ya haraka kuondoa uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe na kuwa na afya njema ili kuondokana na uzito mkubwa kitambi na nyama uzembe kwa kutumia lishe ya nyumbani nimeandaa darasa bure linaloanza tarehe ishirini na tano juni ambalo litakufundisha lishe ya nyumbani ili kujiunga na darasa hili linahitaji watu 100 komenti neno niunge kabla nafasi hazijaisha